Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ametawazwa kuwa msemaji wa ukanda wa magharibi katika hafla ya kisiasa iliyohudhuriwa na viongozi wa eneo hilo, hatua inayotajwa kama ishara muhimu katika mwelekeo wa siasa za jamii ya Luya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa elfu mbili ishirini na saba. Akizungumza baada ya kutawazwa, Natembeya alilalamikia mgawanyiko unaochochewa na baadhi ya viongozi wa eneo hilo na akaapa kuunganisha jamii huku akiahidi mabadiliko makubwa ya kisiasa kabla ya kura zijazo. Tusikubali tena watu wetu tugawanywe kwa misingi ya kikabila. Lazima watu waseme kwamba kwenda kule magharibi watu wako united, wako very powerful, wako very strong. Kwamba maswala haiwezi kuwa complete kabla jamii ya magharibi imeulizwa. Kuna watu walitupangia njama wanajua kwamba ukiunda serikali usipoweka Mluya hapo, watasema hii serikali jakuwa balance. Wanachukua mtu mmoja wanaweka hapo, wanachukua mwingine wanaweka hapo, lakini hana madaraka. Mnapewa kiti watu wawili. Mudavadi anasema ni namba tatu, Wetangula pia namba tatu. Namba tatu mko watu wawili. Mkifika hapo, kila mtu atao kwa hiyo kiti, mnang'ang'ania kiti mpaka nyinyi wote mnasimama tu, hamkai. Sasa hiyo aibu atufanye nini? Hatutaki, si ndio? We live bad lives because we have accepted kwamba that's our fate. Lakini sasa hizi we want to confront these challenges with courage, without fear na watu wetu. Musa aliona Canaan lakini hakufika huko. Sindio? Mimi naamini mimi ni Joshua nimeona Canaan na nitafikisha watu wangu Canaan. Hatua hii imeibua mjadala mpana kuhusu mstakabali wa uongozi wa Magharibi, huku wachambuzi wa siasa wakitaja kutawazwa kwa Natembeya kama ishara ya kuibuka kwa sura mpya ya kisiasa katika eneo la Magharibi, hatua ambayo huenda ikaathiri mienendo ya uongozi wa kitaifa na mikakati ya vyama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa elfu mbili ishirini na saba. Nikiripotia mtazamo wa Dira runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simio.